Ni taarifa ya habari tukianza, na taarifa tukianza na habari za kitaifa. Shule ya sekondari Bukombe iliyopo ndani ya Bukombe mkoa wa Geita inasherehekea mafanikio yake ya tatu tangu kuanzishwa na kutoa. Serikali imeipongeza shule hiyo na kujaribu kuwasa pia viongozi wengine za shule kuhakikisha kuwa wanafanya vizuri katika kuboresha ufaulu wa wanafunzi. Mwandishi wetu ametembelea shule hiyo na kuongea baadhi ya wanafunzi ambao ni shule jirani wamekuwa wakitembelea kwa ajili ya kujifunza katika shule hiyo na baadhi ya walimu walioko shuleni hiyo. Tuungane na mwandishi wetu Samo Edward kwa taarifa zaidi. Naam, nikiwa hapa katika shule ya sekondari shule ya sekondari Bukombe naukumkanial kupata uzoefu ambao walipitia ili kufanikisha sherehe hii. Uh, uzoefu huu unaambatana kati ya wanafunzi na walimu wao. Uh, nikaamua nifike haraka katika sherehe hii na kuzunguka na kukutana na walimu tofauti tofauti, na mmoja wapo walimu hao ni huyo. ha, Madam, habari Salama, habari zako? Ah ha, ni nzuri sana Madam, nani? Naitwa Madam Asmita na mambo ambayo yanaishangaza Bukombe na Geita nzima kwa matokeo na mambo mbalimbali e o kai mipango mikakati hii ni kutoka kwa viongozi wetu tukianza na Mheshimiwa Aisdoto Biteko mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya na pia na mkuu wa shule Staidi Adamu. Uh, ndugu mtazamaji na msikilizaji wa BSS News, siku sita nikasogea kwa wanafunzi ili kujua ni jambo gani basi wanajifunza kutoka kwa wanafunzi walioko hapa, na wanafunzi naosogelea sasa hivi wanafunzi kutoka shule jirani na sio shule ambayo mbayo sana ni Businda Sekondari. Nikawafikia mambo, unaitwa nani? Nilikuwa nataka nikuulize wanafunzi wenzetu ndio, ni wanafunzi wenzetu na kuna mambo inabidi mshirikiane kijamii, kimichezo, kitaaluma zaidi <tuhi> ah, kijamii mnashirikiana vipi? Ah, hawa wanafunzi tunashirikiana nao katika mbali, mba, na mambo mbalimbali ikiwepo mambo ya kidini, mambo ya Minecraft, tumekuwa tukishirikiana nao katika mambo haya, mambo ya Fema Club Jui. Ya pia, Fema ni naipenda kipindi niko shule. Haa, iyo Fema inashina na nini, jie, nishaka sahau. Iyo Fema inye inahusisha ajenda tatu. Kuna ajenda ya sema tenda, ajenda ya cheza salama na ajenda ya luka juu. Cheza salama, hapo tunajifunza mambo, kwa mfano sisi vijana tunajifunza jinsi gani tunaepukana na vishawishi ili tuweze kutimiza ndoto zetu, jinsi gani tunajifunza ili tuweze kutimiza ujana wetu vizuri na vishawishi Motola. Yeah. Ah. Madam Mukombe pale ameniambia kwamba mnashirikiana kwamba katika mtihani na hapa na pale bandika bandua. Ah, mtihani huu mwanzo ninakusaidia kwetu? Yeah, of course inanisaidia kwa asilimia kubwa sana. Tena sana. Ah, inakusaidia. Yeah. Of course ha. Ah, matokeo ah, na mimi ndio wa taifa yote. Yeah, tujafanya ndio tunategemea kufanya tarehe 5 mwezi wa 5 mwaka huu 2020. Niambie bakiaa kichache hivyo, tumebakiza wiki moja kufanya vizuri. Nataka nijue uhusiano gani kati ya yeah, Businda ah, ah, na Bukombe. Niambie, sielewi, niambie sana kwa nchi, tumekuwa tukishirikiana kwa mambo mbalimbali. Kwa mfano mambo ya kitaaluma, walimu wetu walikuwa wanapambana hasa, ili tuweze kutimiza ndoto zetu. Ah, kwa tunashirikiana kitaaluma. Haya, sawa ndugu msikilizaji na, ah, na mtazamaji wa BSS News, nilikuwa tunapata kuongea na wanafunzi pamoja na madam wa mkopome ah. Wanafunzi, nataka mniahidi kitu hapa, mniahidi kitu ah, ah mna nani, mtafanya vizuri katika mitihani yenu. Awaan kabisa alihua sekondari vizuri sana, vizuri sana. Nikiripoti taarifa hii kutoka mkoani Geita wilayani Bukombe katika shule ya sekondari Bukombe ni mimi, kwa PSS News, mama anaopiga mwingi. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ikiungana na, na Raisi Dr. Samia Suluhu Hassan yatoa wito kwa wananchi wote kushiriki uchaguzi mkuu 2020 kushiriki uchaguzi mkuu 2025 ili kutimiza wajibu kwa kila raia na kila mwananchi kuhakikisha kuwa anafanya zoezi la upigaji kura. Hivyo kila raia wa Tanzania unatakiwa kushiriki uchaguzi huo kutoka 2025. Endelea kubaki na sisi hapa hapa BSS News tupate pumziko fupi, tukirejea ni habari za uchumi, biashara na burudani. Asante.